Je, yeah, unahisi kwamba una dalili ya mimba changa na huna uhakika? Njia pekee ya uhakika ni kufanya kipimo, ndipo utajua mbivu na mbichi mm -hmm. kabla ya kupima kuna dalili za awali ambazo zaweza kuthibitisha kuwa tayari una ujauzito. Cha kutambua ni kwamba kila mwanamke anatofautiana na mwingine kimaumbile. Kuna wengine hawapati dalili kabisa, hata mimba ifike miezi mitano, lakini kuna wanawake wengine huona dalili mapema sana. Wanawake wengi hushindwa kugundua mapema kama wana mimba kwa sababu dalili nyingi za mimba hufanana na zile za kwenye hedhi, mfano kizunguzungu na uchovu. Dalili zifuatazo za kupa mwanga iwapo tayari mimba imeingia, japo watakiwa kufahamu kwamba dalili hizi pia zaweza kuwa matokeo ya suala lingine la kisasa. Vipimo ni muhimu kufanyika ili kuwa na uhakika zaidi. Zifuatazo ni dalili za mimba changa. Dalili ya kwanza kupata matone ya damu nyepesi baada kutungwa ya mimba kutungwa. Yai lililorutubishwa hujishikiza kwenye ukuta wa kizazi. Kitendo hiki kinaweza kupelekea kutokwa na matone mepesi ya damu ukeni na maumivu kwa mbali ya nyonga. Damu hii inaitwa bleeding na inatokea siku sita mpaka kumi na mbili baada ya mimba kutungwa. Dalili ya pili, maumivu kwa mbali ya nyonga kutokana na mimba changa yanaweza kufanana na yale ya hedhi. Wanawake wengi huchanganya hilo na kudhani hedhi inaanza, pamoja na kupata bleed nyepesi. Mwanamke anaweza kuona uchafu mweupe unatoka ukeni kama maziwa hivi, na hii ni kiashiria kwamba ukuta wa kizazi unaongezeka ili sasa kulishikilia vyema yule kiumbe kitakachotungwa. Kumbuka, uchafu unaweza kutoka na kuendelea kutoka, jambo hilo lisikutatize kabisa. Lakini tu kama uchafu utakuwa una harufu mbaya na unaleta muwasho pamoja na kujikuna, hapo sasa inabidi uonane na daktari mapema iweze kanavyo kwa sababu yanaweza kuwa ni fungus na maambukizi ya bakteria ukeni. Dalili ya tatu ni kubadilika kwa matiti. Mabadiliko ya matiti ni moja ya kiashiria kwamba tayari una ujauzito kutokana na mabadiliko ya hormone. Matiti yanaweza kujaa na kukua wiki moja baada ya kushika mimba. Matiti pia yanaweza kuwa mazito kuliko kawaida na eneo la chuchu kuwa weusi zaidi. Ukiona dalili hizi, usiwe na hofu, tambua tu yataendelea kukua ili kujiandaa kunyonyesha. Dalili ya nne, uchovu na kuishiwa nguvu. Moja ya dalili kubwa ya mimba changa ni kuhisi kuchoka na kusinzia ovyo. Mwanamke huanza kupata dalili hizi wiki moja baada ya kushika ujauzito. Ukipata dalili hii, hakikisha unapata muda mwingi wa kupumzika. Dalili ya tano, kichefuchefu na homa ya asubuhi. Kichefuchefu kinampata mjamzito muda wowote na kuhisi kutapika, japo asilimia kubwa wengi huwatokea asubuhi. Dalili ya sita ni kukosa hedhi. Jamani, hii ni dalili ya wazi ya kwamba tayari una ujauzito kupitisha hedhi, japo sio kila ukikosa hedhi ni mimba changa. Hapana, unaweza kukosa hedhi kutokana na mabadiliko ya homoni, kuongezeka uzito ama kupungua, kiputa kiasi, mwili kuchoka sana, matumizi ya vidonge vya kuzuia mimba. Ukikosa hedhi zaidi ya wiki mbili ulizozoea, basi hakikisha unanunua kipimo cha kupima mkojo kujua kama mimba ipo au hakuna. Dalili ya saba, kukojewa mara kwa mara kwa wanawake wengi hali hii huanza baada ya wiki sita mpaka nane ukishika mimba, lakini kumbuka, ndugu mtazamaji wa Bongo Fresh, dalili hii pia yaweza kusababishwa na UTI na kisukari kwa hiyo ni muhimu kupima. Dalili ya nane ni maumivu ya kichwa na mgongo. Dalili ya tisa kubadilika kwa mudi yako, hasa katika miezi mitatu ya mwanzoni. Dalili nyingine ya mimba changa ni mabadiliko katika ngozi. Mtu mwenye mimba changa ataanza kuona mabadiliko haya, na mabadiliko hayo yatakwenda kumuharibu muonekano wake wa ngozi na uzuri wake, na ngozi yake kuwa yenye mafuta mengi au kuwa kavu sana na kukosa mvuto. Kwa hiyo ukiona dalili hizo, ujue hiyo ni dalili ya mimba changa. Dalili nyingine ya mimba changa ni maumivu ya kichwa ukiwa unaumwa na kichwa mara kwa mara basi ujue hiyo ni ishara ya wazi kwamba una mimba changa. Dalili nyingine ya mimba changa ni kubagua chakula. Ukiona unapendelea sana vyakula vyenye chumvi au vyakula vyenye uchachu au vyakula vyenye ukavu, au mda mwingine unapendelea vyakula vyenye sukari sana, vyakula vitamu, basi ujue una dalili ya mimba changa. Yote kwa yote hizi ni dalili tu, kwa kutaka uhakika zaidi unatakiwa uende ukafanye vipimo hospitali, ili uwe na uhakika kwamba una ujauzito na ujiandae kulea mtoto wako ajaye. Asante kwa kuwa na mimi, mwana Bongo Fresh, mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Usisahau kulike, comment, kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, bye bye for now.